Sasa useme kabisa tunawapa simba. Lakini kwangu mimi hawakuwa na performance ya maajabu, ni performance ya kawaida. Ukiacha tu unafika hata yeye, waandishi wa habari mlikuwa mnashangaa hii mechi inaisha vipi, mbili moja. Mbona kikosi kilichoanza zidi ya hii timu dhaifu, kilikuwa kikosi kikali sana, pengine cha kushinda goli tano, lakini mechi imemalizika, wameshinda goli mbili moja. Na ni wewe muhazi, wametolewa big man kwenye mashindano, lakini nawapongeza, wamecheza kikubwa kweli kweli. Dodoma walishindwa kucheza hivi na Simba. Dodoma unaweza kusema aa ndo timu ya, ya p hawa big man ndio timu ya ligi kuu iko kwenye nafasi nne za juu za ubora. Leo Mpanzo alikuwepo, awali alikuwepo Bausa yule ya Teba alikuwepo Mkwala alikuwepo, Ngoma alikuwepo. Wachezaji karibu wote first 11 ya Simba sana. Kwanza wamefunga goli bora la mashindano ya FW, mpaka haulionioni kila siku kwenye ligi kuu ya NBC wala huku kwenye kombe la shirikisho. Ukiliona leo unasubiri miezi miwili, miezi mitatu kwenye ligi yetu ya Tanzania kuliona. Kwa hiyo nawapongeza, wamefungwa lakini wameondoka kishujaa. Dar es salaam Simba ndo anatembea hiyo, Simba ndo anaondoka. Kuna upepo wao, mnaoona upepo upi kwenye FA yeah? mimi nishawaambia waandishi wa habari tokea Azam FC ameondoshwa kwenye mashindano tayari ubingwa ni wa Yanga Afrika, kwa sababu gani? Miaka mitatu 3 season consecutive Yanga tumekuwa tukipoa ugumu na Azam kwenye mashindano haya, msimjana wote ni mashahidi kule Zanzibar, msimjuzi wote ni mashahidi Mkwakwani pale Tanga. Kwa hiyo kama unamuona Azam hayupo kwenye kombe la CRDB federation Cup. Ujue basi ubingwa uko karibu mikononi mwa Yanga. Kwa hiyo hiyo shaka ya kasi yao isikutue hata ya shaka. Kasi ipi? Kasi ya kucheza na big man na kushinda goli mbili kwa moja hawana kasi ila wameenda hatua inayofuata kwenye mashindano kwa hiyo hiyo kasi mimi siioni binafsi siioni kabisa. Ah, uh, uh, kipo bwana, mashabiki wenzao ya Africans wamekusanyika sana kwa sababu ya Benjamin. I was there, nilikuwa hapo, eh, na wewe ulikuwepo pia. Nini ambacho kiliendelea? Na msimamo wenu ulikuwa ni upi? Ah, unajua ili sakata la mechi ya Dabi ya tarehe nane linavyoongelewa linavokuwa portrayed kwenye mitandao ya kijamii ni tofauti na ukiwa karibu kwa mfano binafsi mimi nilikuwepo leo pale. Ukikaa kwenye mitandao yote ya kijamii watu wameaminishwa, serikali wamewaita Simba, Yanga, bodi ya ligi na TFF ili huo mchezo uchezeke, kitu ambacho ni uongo. Serikali wameiita Simba, Yanga, bodi ya ligi na TFF kuwasikiliza, kuona kama kuna namna ya wao kuwashauri kabla ya kwenda mbali zaidi, ili jambo lijaleta eh, athari kwenye mpira wetu wa Tanzania, lakini ukikaa mitandaoni ni kama yanga au simba wanaambiwa njoeni tupange tarehe ya kucheza kitu kabisa cha uongo Kabudi wakati anaingia alishuka kuja kutusalimia just waziri aliyepewa dhamana ya michezo Tanzania alikuja akatusalimia, wakati eris president anaingia kabla ya kuingia na baada ya kutoka alikuja akatusalimia. Kilichonifurahisha zaidi mzee Mguto naye alipita pale, mmekuja eh, kama mko kwa amani endeleeni kukaa hapa kwa amani, kwa sababu ni timu yenu moja mbili tatu kwao. Oh, pale mnapaswa kujua wameitwa kuangalia namna na serikali wanaweza wakawashauri na serikali wajaenda pale kupanga tarehe ya mchezo au vipi. Kwa hiyo, kwahiyo e, muambie wa Tanzania kwamba waziri hakuenda pale kutaja tarehe au kuwalazimisha Yanga acheze. Ameenda kuwasikiliza, kwa sababu hata waziri mwenyewe wakati anafika alituambia ye ni mwanasheria mzuri na anafahamu FIFA wamekataza serikali isiingilie michezo, ila yeye anachoenda pale anaenda kuiwakilisha serikali kusikiliza nini kinaendelea ndani lakini bado kauli ya hatuchezi ilikuwa inasikika pale kwa mashabiki wa Simba. Ya msimamo wa klabu yangu Yanga ni hatuchezi mchezo namba 184 endapo yatafanyiwa mabadilisho au kitatokea chochote kitu precaution measures kwa bodi ya ligi TFF, na mamlaka nyingine za kimpira, Yanga tuko tayari kuonesha timu uwanjani kucheza. Sasa hizi sasa usikie mzee Karia ameomba msamaha, usikie mzee Mgutu hayupo ofisini, sijui nani Kidau hayupo ofisini. sababu za Yanga kukataa mechi ni nini? Kwa hiyo matakwa yetu yakitekelezwa, tunaweza maybe tukapeleka timu, lakini msimamo wetu wa klabu Yanga hatuchezi mpaka matakwa yetu yasikilizwe. Na uzuri FIFA wako open, ukishindwa nyumbani unaenda internationally, sio tena kanuni. Unachotaka wale watu ambao wamefanya makosa ah, sasa wamefanya makosa. Uwajibikaji kwenye taasisi unafahamika, any institution kunakuwa na responsibility. Responsibility ya kwanza ni mtu kungatuka. Ameshangatuka marehemu mzee Loasa alikuwa ni kiongozi mzuri, lakini alipoona maji yamezidi unga alifika bungeni ka, kaomba kujiuzulu akajiuzulu. Na kiongozi kujiuzulu sio dhambi, kiongozi kujiweka pembeni sio dhambi. Ni kama sisi mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga tumemwambia kabisa, frankly speaking, viongozi wa Yanga, ukiona hili jambo ni gumu linaelekea kukuzidi na linaelekea kupeleka timu uwanjani, ni bora ukajivunja ukajiuzulu tukajua kiongozi fulani pale Yanga alijiuzulu akikwepa sakata la adabi ambacho Yanga tukua tuna imani kabisa tumeonewa. Kwa hiyo swala la kiongozi kujivunja TFF kwa maslahi ya, ya mpira wa Tanzania, jambo la kawaida wala halitakuwa la kushtua. Kwa hiyo kama watangatuka au tutaona hizo precaution measures zimechukuliwa, tuko tayari kurudisha timu uwanjani. Lakini kama hayachukuliwa maanani, maazimio yetu tuliyoandika kwenye taarifa kwa umma. She, usitegemee kuiona Yanga ikipeleka timu uwanjani. Hata kama atakuja pale nani huyo Trump? Si mnaamini kwamba serikali wakiingilia, Yanga tutacheza? Hata aje Trump, sio tu wa Tanzania, hata aje Trump, kama maazimio yetu hatutaona yametendewa haki, Yanga hatuko tayari kucheza. Tuko tayari ogopa shee, watu ambao wako tayari kushushwa daraja, wako tayari kupokonywa alama kumi na tano wakati tuko kwenye mbio za ubingwa. Sasa ujue huu uhitaji wa yanga kuto kucheza huo mchezo wamedhamiria kweli kweli. Sio kwamba mnawapangia mamlaka nini cha kufanya, kama wao walishindwa kufanya ni kilichotakiwa wanapangiwa kama wanajua sheria. Za kuvunja mchezo haziko hivi, sheria zinatakiwa ziende moja mbili tatu, ukifeli wewe wenzio watakunyoosha. Kwa hiyo kama unaona tunawapangia nyie, mlipaswa kuwauliza mbona wao wamejiwekea kanuni na hivi vilabu alafu wakufata zile kanuni. Ni kweli unachosema kwamba yanga mko tayari kupoteza hata alama kumi na tano? Yani hilo liko wazi na lishazungumzwa karibu na wanachama wote Tanzania. Ukiwaona wazee wa, wa klabu ya Yanga waliongea Ukoona wanachama klabu ya yanga Zanzibar waliongea. Ukoona wanachama klabu ya yanga Mwanza waliongea. Ukoona wazee wa hapa mkoa wa Dar es Salaam waliongea. Sasa ni kitu ambacho sio kigeni, labda kama wewe ni mgeni kwenye jiji hili, lakini yanga wako tayari, tayari walama, 20, na tuko tayari kupokonywa alama hata ishirini, sio kumi na tano, ila sio kwenda kucheza bila kupewa majibu. Nini kilifanyika mchana wa tarehe nane, mechi ikagairishwa? Basi shukrani.